Mungu natambua mawazo yetu kabla sisi hatujasema. Baba nasi tunanyenyekea chini <coughs> ya mkono wako kukisii damu yako ikawakueneena mema sawasawa. Ni washukuru sana wanarugema wa kuonyesha moyo huo wa kumwamini. Mheshimiwa sitaki kuwasemea wala kuwamezesha maneno mengine kwa sababu mmeshasema nyinyi wenyewe, nitakuwa nawapotezeni muda huu. Mkutano ni wa Mheshimiwa Diwani kuja kuwashukuru ninyi, sisi ni kumsindikiza mwenzetu na kuona njia yake ikoje, lakini njia umeshaionyesha wenyewe. Sawa, nendeni mkamheshimishe mzee wenu. Mheshimiwa Rimbo mkamheshimisha kwa kumpigia kura nyingi za ndio. Wajumbe wa Chama cha Mapinduzi, naomba tunyoshe mikono, nitambue mlio kwa. wajumbe viongozi wa chama wale mabalozi na wajumbe wao, naomba tunyoshe mikono. Viongozi nyinyi ndio tunawatarajia kwenda kumheshimisha Mheshimiwa Rimbo, sawa.